Kwa majina naitwa Alan Njero. Ni mkuu wa idara ya uhusiano ya na huduma kwa wateja TANESCO mkoa wa Ruvuma. Tuko, tuna zoezi la, la, la, la, la kugawa majiko yya ya, ya majiko janja ya nishati safi kwa kwa kwa wananchi na yale majiko tulikuwa tunagawa kwa ajili ya wateja wanaofugia umeme kwa mara ya kwanza, na tulikuwa tuna tuna tuna tuna, tunaenda tuna, tuna tunawafungia umeme lakini vile vile tuna tunawapa na majiko janja yale e, na yale majiko janja gharama yake yalikuwa laki moja na hamsini, laki moja na hamsini. Hmm, unakatwa una kila mwezi shilingi elfu kumi na mbili na mia tano kwa hiyo alikuwa anaingizwa kwenye bili yake. Kwa hiyo tulianza na wale wateja wapya, na kwa majaribio tulianza na wateja kumi na tano wa mwanzo, ili tuangalie tupate uzoefu e. Tukishapata uzoefu sasa ndo tuamii sasa kwa wateja wengine ambao walikuwa tangu zamani, na kama hivyo tumefanya vile kwa mafanikio, na wengi wanaanza kutupa matokeo kwamba kwa kweli yale majiko yanatumia umeme mdogo sana na niseme tu, ni chini ya uniti moja. Yanatumia chini ya yuniti moja, utapika maharage, utapika mchele, utapika ndizi, utapika mchemsho, ni chini yanatumia chini ya uniti moja. Kwa hiyo wengi wameshaanza kutupa taarifa ya kwamba yale majiko yanatumia yanatumia nishati ndogo ya, ya, ya, ya umeme. Kwa hiyo sisi tunawasii na wengine kwamba ni majiko ya kampuni ya Next na ndio waliofanyia utafiti na Tanesco. Tanesco wana kitengo cha utafiti na walifanya utafiti na wakagundua kabisa kwamba kitu hichi kinatumia dakika kadhaa na kinatumia chini ya uniti moja. Kwa hiyo tume- tumefanya kwa kwa kwa kwa wateja wetu wapya, lakini vile vile tumefanya kwa wafanyakazi wafanyakazi wote wamechukua majiko yale kwa ajili ya kuyatumia ili wawe mabalozi na waweze kuendelea kutoa elimu kwa watu wote. Kwa hiyo nao wamechukua mtindo huu wa wateja kwamba wananunua, lakini nao pia watakatwa kama wateja wanavyokatwa. Kwa hiyo tuta hii ni awamu ya kwanza, kwa hiyo tutaendelea na awamu nyingine ambayo tunategemea itakuja hivi karibuni, kwa ajili sasa ya kuwapitia wateja wetu wote ambao watakapa watapata nini. Kwa hiyo tunaomba watuvumilie kwa muda wakati tunaendelea kupata matokeo ya hichi tulichokifanya, na ni kwa sababu sio keshi. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi mtu kuchukua na, ku, na kutumia. Kwa hiyo tutafanya hivyo, na tunategemea tunategemea kwa kipindi hichi ambacho cha majaribio kikipita kitaisha mwishoni mwa mwezi wa kumi na moja, basi tukimaliza hapo, basi ndio tutapata matokeo, basi tutaanza na kwa wengine. Kwanza nishati ya umeme ya kuni ima ima ima, zamani kwanza umeme ulikuwa ni gharama. Watu wengi walikuwa gharama, sababu majiko yale yalikuwa sio, yanaitwa majiko ya koili. Koili, mpaka paka lipate umeme, ilipate moto, lifanye nini, nini, nini, nini, nini, nini. Wa na kukuta linatumia nyingi. Kwa hiyo bado watu wako kule. Na bado watu wanaamini kwamba umeme ni gharama ukitumia kwenye kupikia. Ah, nishati ya kuni ina madhara mengi. Kwanza inaharibu mazingira eh, na mazingira yakiharibika, unajua vitu vingi tunakosa tunakosa maji eh, tunakosa mvua tunakosa nini. Lakini vile vile moshi ule unaleta madhara eh, madhara kwa watu, ingawa huwezi kuyaona moja kwa moja, lakini unaleta madhara kwa watu tumi uniti moja mia tatu hamsini, lakini kumbuka unatumia chini ya uniti moja. Kwa hiyo ina maana ni chini ya, ni chini ya, ya zile tena uniti E, mkaa huku anaita dumla dumla moja ni elfu moja si elfu moja mpaka elfu mbili. Lakini ile unatumia unatumia zaidi ile hela kwa siku. Kwa hiyo mtu m, m, kwa mfano mwananchi wa kawaida akiwa na shilingi mia mbili hamsini, ina maana ana uwezo wa kupika chakula ana uwezo wa kupika chakula kwa hiyo angalia, ukiona hapo kwa gharama, yani ni gharama zimetofautiana sana kwa kiasi kikubwa. Bado tunazidi kuwaaminisha watu, kwa sababu bado watu wanafikiria kwamba tuko kule zamani, na sasa hivi vitu vingi sana vya umeme, acha majiko e, vitu vingi sana vya umeme sasa hivi vinatumia kitu kinaitwa energy saver.